Namna sasa, tunajiunga na Henri Kavirondo kutoka Mwanza, ambapo ileo jiji la Mwanza lalipuka kwa shangwe baada ya rais kuagiza kusitishwa kwa zoezi la kuondoa wa machinga. Henri Kavirondo, katika taarifa yake, wafanya biashara hao wameshukuru tamko hilo baada ya rais Dr. Magufuli kumwagiza waziri na katibu mkuu katika ofisi ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, kusitisha mara moja utekelezaji wa zoezi hilo hadi hapo mamlaka husika itakapokamilisha maandalizi ya maeneo watakapohamishiwa machinga. Wakizungumza na waandishi wa habari jijini hapa, wafanyabiashara hawa wamesema ni ukweli usiopingika kuwa maeneo waliotengewa kwa ajili ya shughuli zao hayakuwa na miundombinu rafiki kibiashara na hivyo kumshukuru Rais kwa uamuzi wake wa kuwapatia muda wa kufanya biashara hadi hapo maeneo hayo yatakapoboreshwa. <tipi>

katika maeneo ambako wafanya biashara hao walihamishwa, Channel 10 imeshuhudia machinga wakirejea kupanga biashara zao kama kawaida, huku miongoni mwao wakieleza kwa siku chache walizohamishwa mjini waliumba kiuchumi kutokana na ukosefu wa wateja kwenye maeneo waliyotengewa, ukilinganisha na katikati kati ya jiji. No, zoezi la kuhamisha wafanyabiashara wadogo katikati ya jiji la Mwanza lilodumu kwa kipindi cha siku nne tangu lilipoanza lilianza kugubikwa na vurugu za hapa na pale siku ya pili, ambapo baadhi ya askari mgambo wa halmashauri ya jiji waliokuwa wakitekeleza zoezi hilo waliambulia vipigo. Henry Kavirondo, Channel 10.